Haya mtazamaji, tunaendelea kwenye episodi ya nane, karibu sana, tusonge mbele aa. Tumeweza kuona basi wakati ambapo chui anapofika katikati pale katika jangwa na kuona wenzie wakiwa wameuawa kama vifaranga vya kuku, na moyo wake ulimuuma sana, akaanza kujisikia hatia kabisa kwa sababu yeye ndio kiongozi wake sasa ikiwa basi wamefanya naye kazi kwa muda mrefu, itakuwa vipi wamepatikana katika hali kama hii? hii ilimuumiza sana, ametafakari sana, na ilimuumiza sana. Kama utalikumbuka lile jeshi lake, basi wote walipatikana wakiwa wameuawa. Ni nani aliyehusika na mauaji hayo? Basi tutafahamu hapo baadaye. Mara ya kwanza aliyemletea taarifa alikuwa ni huyo hapa. Sasa anarudi akiwa na sachet zao. Tushimshila. Anamuliza he, wenzetu wako wapi? Anamuonyesha sachet. Kwenye filamu za Kimarekani eh, unakuta wanajeshi wa Kimarekani waga wanavaga aina fulani ya mikufu. Ile mikufu huwa inawa identify kwa namba zao, eh, yaani kwamba wewe ni, ni mwanajeshi namba ngapi? Unakuwa identify. Anasema na nimefanya yeah, nao wana nana, nasema, kazi kwa miaka mitano lakini angalia nimeshindwa kuwatisha. Hata tu kuwazika sawa sawa imeshindikana. Nimelazimika kuwazika kwenye mchanga kule jangwa. Bibi akamwambia, tumuue huyo. Atakuwa ni Master Fu ndo amewaua. Hatutakiwi kumchukulia kwa Master Murongo alisema atamaliza, hadi sasa hajafanya. Hatupaswi kuendelea kusubiri. Majeraha ya hizo maiti wala hayaoneshi kwamba yamefanywa na mtu mmoja, hii ni kama shambulizi la watu wengi. Yafaa kukamata viongozi wao kabla ya kuwakamata, au majambazi wengine? Hapana, tumwache kwa sasa, aendelee kuua. Mara tutakapopata kujua anafanya kazi kwa kushirikiana na nani, tutawaua wakiwa. Lakini kwa nini basi unaendelea kumtetea? Au tuseme umeshasahau wajibu wako? Wanajua kwamba leo ni siku ya jia. Leo ndio siku lijiungaga na ili sasa tumebaki watano tu katika kasiri. Ni pamoja na Linzuo, Chinche pamoja na Jinchan. Sasa mpango wako vipi umekamilisha? Ikiwa umeshindwa niachie, mimi nitakusaidia. Haya basi, tunaendelea mbele kwa mbele. Mwamba leo akiwa peke yake alifungua katika eneo fulani la siri r e, akapata kupita pale, kuna kijiboksi fulani yako nacho flani akonacho. A basi, akamwambia China, ikiwa ulishachagua kuwa nasisi, Ma Kongqun alishaahidi kwamba ukiweza kufikisha miaka mitano tukupe zawadi Leo ndo siku tunakupa uhuru wako. Ongea. yo edeifa o eo Mimi nina imani kwamba kama bado tuna maadui, ina maana tutaka kwa amani. Ila wewe umefanya kazi yako vizuri. Ma Kongqun anataka na... kuage leo. Aa, kuna ba... baadhi ya zawadi zako alizituma na alizituma mapema tu. Sijui inasemekanaga tu binti kuna makosa aliwahi kufanya. Wakaingizwa katika kazi ya uspai. Shanda... Kila kitu ambacho kiko kwenye hili box ni vitu ambavyo basi, vilikuwa ni mali yako ulipokuja. Leo tunakurudishia. Ni kama vile mfungwa akipelekwa gerezani atacha vitu vyote pale mapokezi. Basi haraka anapewa lile box. Kuanzia leo, uko huru, unaweza kwenda popote ukaishi vivyo unavyopenda. Basi tumekupa medali e, au tunu ya, ya, ya ushindi. Akasema niachie, kuanzia sasa mimi nitakuwa na shughulika na kile. Angalia mambo haya, kwa hiyo inabidi atoe kitambulisho chake. Akabidi miaka mitano, ilikuwa ni adhabu yake. Mara ya kwanza tulimsikia Murong. Murong akisema kwamba huyu e, anaonekana ni dada yake au mdogo wake E, na huyu ni dada wa misma ehe. Kwa hivyo basi yeye ni wa kambo, baba alimchukuaga akiwa mdogo, akaja naye Lingzhu, Qingshe Jinchan. Hatimaye sasa kitambulisho kimepewa mtu mmoja. Kwa hivyo basi huyu ndio kiongozi. Kitu cha kwanza lichofanya anataka kwanza Fu Hongxue au Sidani kama wa kuona ni sahihi kuchukua hatua ya kumuua huyu jamaa. Fu Hongxue pengine ndio njia sisi kujua ni nani hao ambao wamemtuma. Bado nahitaji kuendelea kuwepo katika hii nafasi, niendelee kushughulika na hili. Kwa hivyo sasa, hebu mkamatani. Jina hiki ndio kitambulisho ambacho mimi kinanipa amri, yani yani mamlaka ya kufanya nachotaka. Sasa amemkamata huyu, maana yake yuko chini ya huyu kwa sababu yeye ndio kiongozi. Alishangaa Chwina, kwa nini unafanya? <laughs> ambacho kinakusababisha mpaka unaamua kufanya hivi. Kuna baadhi inabidi kwa kuna vitu ambavyo baadhi, baadhi bado inabidi nivishughulikie. Upande huu basi, tunaweza kuona tazamaji. Leo tunamwona Mwamba hapa. <tod> Huyo ndo Master Fu mwenyewe upande huo, akiwa kwenye maji. Upande ule mwingine tunampata mwanamama huyu, anapoinua uso wake namna hii, ni mrembo huyu, naitwa Miss Ma. Alikuwa mbele za uso wake, ni nini hicho basi ambacho kilimfanya mtazame kwa jinsi hii. Aye, walianza kutazamana hapo kwa sampuli, tazamana pale, jamaa akawa anainuliwa kutoka hapo Nachokumbuka ni kwamba ssalishawai kumwambia mastafuu ya kwamba amemwdm. Sielewi sasa kwa nini aliendelea kumtesa na kumnyanyasa kama okay. Wakiwa tu wako pamoja huko katikayaonesha mrembo huyo alikuwa anat akaamua kumsogelea tr na kujilaza kwenye kifua chakeaya imekuajen yule, yani mtumwa tena amegeuka kuwa mfalme au maana yake nini sasa? zingatia kuweka maoni yako, mtazamaji. Andika jina lako, niambie unaitwa nani, unaitazama ukiwa wapi. Tunataka watu wachache ambao wana mapenzi ya kweli kabisa na kazi tunayoifanya kutusapoti. Ehe, ikiwa unaweza kutuchangia hapo tukaweza kununua internet au bando za internet kupost movie hizi, basi wewe utakuwa ni shabiki wetu unayetupa nguvu ya kusonga mbele. Usikae bila kufanya chochote. Kuangalia ni burudani, lakini je, wewe una maana unakosa chochote cha kumchangia DJ wako? Angalia jamaa, kumbe alikuwa anaota. Sasa angalia, walinzi wale wa magereza wamekuja. Anasema, leo una uwapo. Tumeambiwa tukamalize. Kidogo anaingia mwanamke mmoja pale akiwa amefunika uso wake. Ghafla wanatupiwa sumu fulani. E, watu wanadondoka kwa wakati mmoja. Mwamba akawa anamtazama yule mwanamke pale mbele, akiwa amefunika uso wake. Yaonesha kama alishaweza kujua huyu ni nani. Haraka sana akawa ameenda kumfungua ili amtoroshe. Sura si mpya, huyu ni mimi. Namwambia ni mimi nimekuja kukufungua. Sasa angalia, baada ye, ye ya kuona ni yeye, hata yeye mwenyewe akatulia nini kilichokuwa kinaendelea, mpaka akaamua kuja kumfungua. Hapo anamwambia sasa twende, unifuate. Hao wakawa wanachomoka taratibu. Basi paliandaliwa chakula kizuri sana mrembo naye alikuwa ameupaka mdomo wake rangi safi, uso wake una maskara safi, nini amependeza. Eh, mtoto ameoga vizuri kapiga kivazi chake kizuri, nywele imebanwa imekaa mahali pake. Sasa angalia, tulichokuwa tunakiona ni kitu tofauti kidogo. Upande tunaona bado yule aliyekuwa na alienda kumchukua anasema. Lakini upande ule mwingine tunaona na Miss Mark anapiga msosi. Sasa Miss Mark ni upi kati ya wale? Hawa waskari wanapokuja kuamka ni masaa kadhaa baadaye, <tipi> wanajikuta pale gerezani tayari washapigwa changa la macho. Huku tunaona sasa, eh, huyu anaonekana ni Misimama, amekuja na msosi. Kufika na wakuta wale askari. Katika hali kama ile, akauliza wapi yuko Fu Hongxue? Anasema kuna mtu aliyekuja kumtorosha. Nani alikuja kumtorosha? Akasema, sisi wenyewe hatujui. Hamjui kitu? Yani, jembaza anakuja hapa alafu anachukua haya, mfungwa

We chuani unafanya kitu gani hicho? Akatoa kijitambulisho chake haya, angalia. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba nyinyi mmesikiliza? Imebidi tumsikilize. Tusingeweza kukataa kwa sababu u... kukata anacho yeah, kitambulisho ambacho ni cha kutupa basi. Wakatumwa haraka sana, wakatua Sasa angalia. He, mfungu ameshatoroshwa na hapo nyuma kuna jeshi kubwa sana linawatimua. Hapo ndo picha inazidi kunoga. Hao sasa wametimuliwa mbio. Upande wa pili wamezungukwa, nyuma kule wamezungukwa kila upande. Hii ndio kusema sasa wanatoroka vipi? Maana hapa ni hatari kweli kweli. Yaani ina, inaonekana kabisa tayari washabanwa kila upande. Haya, ngoja tuone pia basi huyo mtumwa ambaye hataki kuondoka gereza. Kama sasa hivi ataamua kuwa tayari kupambana. <tuhi> Mapambano yameanza sasa, angalia. Chui nani ameamua kujimaliza kwamba lolote bali atakalompata na leo, kwa sababu imeshajulikana yeye ndo ame. Walianza kupambana na hao watu. Wengi hapa ni waaskari wale madogo ambao basi baadaye mfungo kutoroka wakaamua kudili. Sasa mwamba tayari ameshashika silaha eh, na hii ni atakaa. Jamaa ni ngumu sana kupambana. Unaweza kuona jinsi ambavyo walikuwa wanawamaliza haraka kwa kupambana Swali ni je, wale waliouawa kule katika jangwa, jeshi la chui nan, wale waliuawa na nani? Bado ni swali ambalo limebaki kuwa fumbo, nani muuaji? Na swali jingine basi ni kwa nini huyo chui nan anaamua kumwokoa huyu Master Fu Hong, nini ambacho anatafuta kwa huyu? Sasa angalia jinsi walivyokuwa wakiuawa. Kama eh, mwamba ameamua kuingia kwenye kazi na anafanya kazi yake bila Mtazamaji karibu sana, ikiwa unahitaji kununua YouTube channel kutoka kwangu ee, karibu sana. Huu ni wakati ambapo nawe unatakiwa kuingiza fedha za nje, na ni njia rahisi kuipata pesa mtandaoni. Kama una YouTube channel, mambo yanakuwa ni mazuri, kwa sababu una uwezo wa kuingiza fedha nyingi kila mwezi ee, ukafanya mambo yako eh? Eh, uwezo ukakosa dola mia tano mpaka dola mia sita, mm, sawa sawa na milioni moja na nusu milioni mbili kwa mwezi kama fedha ya Tanzania. Sasa kama ndo mshahara wako ambao unahangaikia E, wakaanza kukimbia wakiwa wanapita Central Plain. Hii ndio China ya kati, ni kuna jangwa pale, yani ili uweze kwenda north eh, magharibi inabidi uvuke huku. Sasa kuvuka huku kupita mpaka utokee upande wa pili, kwanza unaambiwa sio kazi rahisi hata kidogo. Katikati ya jangwa lenyewe kuna viumbe wengi wa ajabu ajabu, lakini katikati pia ya jangwa kuna matukio ya ajabu, ajabu, ajabu utakayokutana nayo ambayo bado bado pia yatakufanya usi, yani si salama sana, si rahisi kuvuka kwa hiyo wao hawakutaka kujua kama kupita. Hawana farasi, kupita. Unaona kama jinsi ambavyo unaweza kuona kuna, kuna baadhi ya watu fulani ambao ni kama maaskari wa, wa inasemekana ni wa Haya, wakabiringika kutoka kule juu mpaka wanafika kule juu. Katika hali kama hiyo maniswa, wametafuta jinsi ya kuwa salama, kwa sababu kimbunga kile kinapopiga. Na ule upepo mkali unapopiga kwanza, ule udongo wenyewe huwezi kufungua macho, huwezi ku na alafu ukikukuta kama basi, umesema ni rahisi sana. Kwa hiyo aliruka kutoka kule juu ametua mpaka kule, angalia pose ambalo wamejikuta. Haya. Sasa katika hali hali kama hii, mwamba mwamba lipo... na mwamba anagundua basi ile ile dhuruba. Haya, ngoja tuone mwamba atafanya kitu kitu gani cha kwanza. Mrembo anamuuliza na eti jamaa, vipi huko salama? naye haraka sana Haya, mwamba na ya kabidi, ya sana kujihanga ni mazingira, unajua unajua sana ngumi na vile vile ya hili jamaa, wewe ni wewe uwezi tukua dansa kawaida, wewe ni nani? Basi oh, na maana nitakuvunja tu moyo. Mimi kweli ni dansa tu. Na niliamua kuwafanyia wale vile mambo. Kuhusu kupigana, ndio na najua kupigana. Mimi nimekuzwa katika jangwa, mm, najua kila kona. Najua kila mti na kila eneo katika ile jangwa. Kwa nini? Kwani hujafurahishwa na hilo? Haikuwa rahisi mimi kuingia katika ile nyumba, lile kasi. Alionyesha jeraha katika bega lake, hii maana yake ni kama alivua nguo. Namwambia, sasa sikia, nikwambie, bado tu kidogo ningekatwa mkono wangu wakati tunatoka. Hii yote ni kumuonesha kwamba ameamua

Mi hata sijui ni kitu gani ambacho unacho sasa. Yaonesha anatamani sana kujua nini ambacho kilimleta Master Fu katika ile eneo la kasri, lakini akamjibu akamwambia, mimi hakuna nacho. Sasa kwa kwa nini uliruhusu akufungie kwa ugereza? Basi hebu niambie ukweli, wewe ni nani? Naitwa Fu Hongxue. Lakini akamjibu uliruhusu sasa chui nani anamwambia lakini sasa mimi sijui kitu kingine chochote ukiacha jina lako. Ah, mimi ni mtu tu wa kawaida tu, raia wa kawaida. Sasa usisahau kwamba binti ametrainiwa kupata taarifa. Kwa hiyo ni mbaya sana katika kupata taarifa. Akitaka taarifa yeye atazipata. Akaanza kujibebisha. Kumwambia, unajua. Yaani tangu nilipotoka ule usiku pale, sikuambii uongo, sikupata hata usingizi hivyo mm, na yani sauti hata pia na yenyewe, basi, chochote, na yenyewe imebadilika sasa. Basi ikiwa kuniambia chochote ni sawa tu. Huyu dada anakuwa, baada ya dhuruba kupita hapa, nenda ukawatafute ndugu zako na marafiki, kumambia marafiki. Akamwambia nadhani sijakosea kwa kwa kweli kwa yale matukio yaliyotokea siku ile katika sehemu ya yawezekana ni watu wako wale

Naona uelekeo wa upepo umebadilika. Lakini angalia, kwa bahati mbaya kile kibanio cha nywele. Ukirudi kule kupona, tuondoke lakini maana yake ni kwamba kama anakiacha pale e, si vile vile yani mm, dhuruba kubwa sana ya upepo ikiwa inapita, maana yake ni kwamba wako kwenye hatari ya si rahisi sana lakini kupona lakini walijikaza, ni upepo mkali na vumbi jingi sana. Aya, basi, ndio hivyo, tumeikamilisha episodi ya nane. Bila shaka umeweza kujionea mengi tu katika episodi hii. Wakati huu nitakuwa nakukumbusha mambo ya kwamba zingatia kusubscribe, kulike, comment pamoja na kushare. Ni mambo muhimu haya, nakukumbusha kila wakati. Tafuta kwenye YouTube andika Mr. Mkindo, subscribe. Ehe, lakini vile vile unaweza kununua YouTube channel, tumia namba unayoweza kuiona hapo kwenye screen yako. Tazamaji, pia hakikisha basi umesubscribe YouTube yetu hii. Kwa kuzingatia hivyo, basi mambo yatakuwa mazuri, lakini unaweza kutangaza nasi hapa biashara yako, namba ya ya ya simu iko kwenye screen yako. Tafuta pia katika katika katika YouTube YouTube, tuna YouTube nyingine inaitwa ya Lukindo, nenda subscribe. Mimi ni Michael Lukindo, Mr Informer, tutakuwa pamoja katika episode ya tisa na kuendelea. Kwa kifupi tumeishia hapo kule episode ya nane. Zingatia kama unataka kuwa member katika, yani kujoin membership kujiunga na membership ni rahisi ukienda kwenye sehemu ya ile profile, naenda kwenye profile ya channel hii hapo, ambapo kuna picha yangu kiduara, hicho cha picha gusa hapo itafunguka, au gusa jina la channel hii itafungua front page ya channel hii, hiyo ndio profile. Sasa utaona sehemu imeandikwa join, click hapo na utapata maelekezo zaidi, kwamba utachagua kifurushi unachopenda, viko vifurushi vingi. Kwa hiyo basi chagua ambacho chagua ambacho wewe unaona una kimudu, alafu baada ya weka njia zako za malipo, na baada ya hapo burudani itakuwa ni zaidi ya unavyoipata sasa. <mimu> mimi niko tayari kukupa episodi ya tisa, tukutane baada ya muda mfupi.